Hatimaye Alikiba ameamua kuvunja ukimya na kutoa pole zake kama walivyofanya wasanii wenzake baada ya machafuko ambayo ameshuhudiwa baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Sasa, wasanii wengi bwana, walikuwa wameandika jumbe zao jana kupitia Instagram zao, tuliona post za wasanii kama vile Diamond Platnumz, tuliona post za Zuchu, tukaona post ya Mario, Rivani, na wengine wengi ambao walikuwa wanatoa pole zao kwa Watanzania. Alikiba ndio msanii pekee ambaye mpaka sasa hivi pamoja na Harmonize tulikuwa tujakutana posti zao ambazo labda uh, zinatoa pole ama zinatoa mtazamo wao kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika sasa. Hatimaye bana, Alikiba muda mchache uliopita, ameamua kuweka insta story ya kwake na maandika ujumbe mfupi sana, tofauti na wasanii wengine ambao walikuwa wanaandika ujumbe mrefu na mambo mengi na maelezo mengi. Alikiba bana amekuwa so brief yani, na kusema kwamba poleni, ndugu zangu wa Tanzania, na ninawaomba msamaha kwa kuwakwaza. Yes. Alikiba ameomba msamaha kwa Watanzania rasmi kabisa e, na sijui haja specify, hajaweka wazi yeye yani, anahisi kwamba amewakoza wa Tanzania kwa namna gani, lakini hii ni wazi kabisa kwamba Alikiba amejirudi dakika za jioni kabisa, si ndio? Sindio e, kwa ajili ya kutaka kuwata, kuomba msamaha wa Tanzania na wote ambao watakuwa wamekwazika na labda support yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa kusema hivyo, sijui haijaeleweka kabisa kama labda Alikiba atakuwa sasa amemkataa Rais Samia na serikali ya CCM kiujumla mazima, ameamua kuja upande wa wananchi. Ama inakuwaje? Lakini hili jambo limeonekana kuwa serious kabisa, maana kama linaenda kuaffect career wa wasanii wengi sana, hususan wasanii ambao labda walikuwa wajakita mizizi sana kwenye game la muziki wa Bongo Flava. Kama msanii mkubwa kama Ali Kiba ameamua kujishusha na kuja kuomba msamaha kwa Watanzania ambao wana hasira kali kwa namna ambavyo amekuwa akisupport serikali ya Samia, basi nahisi kwamba upepo utakuwa umebadilika mara hii bana. Watanzania wameamua hata muacha mtu hata mmoja. Nasubiri kuona ujumbe wa Harmonize ambaye mpaka sasa hivi hajasema chochote lakini kwa upande wa Alikiba bana, amekuomba msamaha. Je, umemsamea Alikiba? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.